Alikuja dada mmoja akiwa anahitaji huduma ya vyumba, kabla sijamhudumia, nilikuwa nahudumia wateja wengine, nikawa nimemwomba anisubiri kidogo mapokezi. Baada ya kuhudumia wale wateja wengine, kurudi mapokezi, ndipo nilikuta kitoto kile kidogo, kakitelekeza. Mavazi yake alipoingia, alikuwa akajifunika kitenge na kapakata hicho kitoto. Nahisi kwa sababu muonekano wake, kwa kama vile mjamzito alivyokuwa, akajifunika kile kitenge. Baada ya kutoka kuhudumia kule, ndo nilikuta kile kitenge, kitoto kakitelekeza pale chini sakafuni. Ndipo tulipotafuta utaratibu labda wa kumpata mama wa mtoto, lakini hatukufanikiwa kumpata. Ndipo tulipochukua hatua ya kwenda kumripoti polisi mtoto, ili aendelee kupata huduma. Huyo mama hmm, alivyokuja ni alikuja na hali tu ya kawaida. Ehe, mtu ukimwangalia, ni mtu tu mwenye akili timamu, hakuna kusema labda ana tatizo labda la akili. Mimi naitwa Julius Migirimo, mwenyekiti wa mtaa Ntinginya. Tukio hili limetokea kweli, jamii kwanza ijifunze kwamba mtoto ni haki yake kuishi, na kama ataamua kuchukua mimba, ina maana akijifungua anatakiwa mlee mtoto huyo, aamini ya kwamba hata yeye alizaliwa, lakini ndio akafikia ukubwa kama kufikia kumzaa mtoto. Hivyo wale wanaoacha watoto wanakosea mno, hata Mungu wanamkosea pia. Kwa hiyo tulimpokea na tulimwangalia. Tunamshukuru Mungu kwamba katika kumtazama kwa utaalam hatukuona changamoto yoyote ile. Alikuwa ni mtoto wa kike, alikuwa na kilo mbili. Kwa hiyo tulichokifanya tulimpima viashiria vya mwili kuashiria usalama, hatukuona changamoto yoyote. Kwa hiyo tulimweka katika dawa ambazo tulikuwa tukiamini kwamba zitaenda kumsaidia, miongoni mwake ni antibiotic, dawa kukinzana na wadudu ambao wanashambulia mwili, lakini pia na kumwanzishia vyakula virutubisho vya ambavyo vitaendana naye kulingana na umri wake. Kuna mwanamke mwanzangu, amekuja, ameenda gesti, ameacha mtoto wa siku tatu ambaye mpaka leo mtoto huyu tunamkadiria kuwa na siku tano toka amezaliwa. Amemtelekeza mtoto pale na ameondoka. Mtoto huyu wale wagesi wametoa taarifa polisi, na dawati la jamii limeenda pale, limemchukua mtoto, limempeleka hospitali, na kuniletea mimi mkuu wa wilaya kuweza kutangaza ili tupate mama ambaye anahusika kwa ajili ya mtoto huyu ni haki ya mtoto kupata maziwa ya mama kuanzia siku ya kwanza anazaliwa mpaka miaka miwili, ni haki yake kunyonya. Sasa nikiwa kama mama, lakini nikiwa kama mlezi ndani ya wilaya, ninaomba yeyote yule anayetambua na anayejua kuna mama sehemu alikuwa ni mjamzito amezaa mtoto lakini haonekani akiwa na mtoto atoe taarifa haraka kituo cha polisi Nzega, ama ofisi ya mkuu wa wilaya Nzega. Kama kuna baba anajua mwanamke wake ametelekeza mtoto ama alikuwa na mimba yake na haoni ule mtoto alikopelekwa, ninakuomba wewe baba, njo ofisi ya mkuu wa wilaya, nenda kituo cha polisi, katoe taarifa, tushirikiane kwa pamoja kuweza kumpa mtoto haki yake. Ni haki yake kunyonya, ni haki yake kulelewa. Mimi kama mkuu wa wilaya pamoja na dawati la jinsia, tuna uwezo pia wa kumlea, lakini hatuna uwezo wa kumpa maziwa ya mama ambayo ni haki yake. Ninatoa donge nono tu la shilingi laki tano kwa yoyote atakayeniletea taarifa halali kuhusu mama ya huyu mtoto. Nitampatia shilingi laki tano kesho kutoka mfukoni kwangu, ili mradi nipate mama ambaye ametelekeza huyu mtoto, ili amnyonyeshe mtoto wake. Sitampeleka magereza, sitampeleka popote.